Mambo vipi? Fresh na mwingine. Ah, fresh kabisa. Na mfungo, Eh? Na mfungo kwa lesma. Eh a, kwa lesma na nili Ramadhani, vyote vyote viko pamoja. Kwa hiyo wanaofunga huko wanaofunga huko wote tuko pamoja, tuzungumze michezo kuhusiana na sakata ambalo limeibuka eh, siku mbili hizi Simba Sports Club eh, kugomewa kutofanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa kwa madai amesema amezuiliwa kutofanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo na Simba Sports Club, akaandika barua hatopeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa, na imetokea kweli. Hapo hapo bodi ya ligi amekuja kuandika barua, amesema mechi imeahirishwa. Tuzungumze hapo kwanza. Hapo, uh, ukiangalia hili swala liko katika nafasi zote tatu. Ukiangalia kwa mujibu wa tunachokisikia sasa una, bado unaingiza una, una, una Yanga kwenye makosa kwa maana ya ambausa Simba kwenye makosa kwa maana ya kugomea mchezo alafu bodi ya ligi kwa maana ya kusema mchezo upo alafu haupo kwao, wote kwa, kwa mujibu wa tunachokisikia wote utaingiza kwenye makosa katika mazingira kama hayo. Hapo sababu ukiangalia uh, bodi ya ligi imeamua kuwafeva kwa, kwa Simba, lakini kuto kuangalia kwenye sekta nyingine, kwa mfano kuna watu wenye haki za matangazo kama Azam TV ambao walifanya promo karibia mwezi mzima kuipromo hii mechi, wameweka gharama zao. Kuna biashara biashara, kuna watu wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali kuja kuangalia game. Kwa hiyo hizi hasara zote hazijaangaliwa isipokuwa kaangaliwa simba tu, umeelewa? Kwamba yeye kwa sababu kapeleka malalamiko, basi hukumu ikatoka. Kwa hiyo kiukweli haijakaa vizuri. Kwanza hapa Simba Sports Club alikuwa sahihi kugomea mchezo amara, ah anaweza akawa sahihi lakini kwa kipengele gani? Kwa mfano, ingekuwa Simba amezuiliwa ame, ame kufanya mazoezi eh, Misri na anacheza labda na Almasri, angeweza kufanya hicho anachokifanya, inaweza ikawa kweli ni haki yake. Lakini haki unaipata hapo? Kwa sababu ukiangalia atiko ya, ya, ya Simba wanasema kwamba aliyowazuia ni meneja wa uwanja lakini akishirikiana na bausa wa Yanga, ambao kwa mujibu wa taarifa iliyotoka bodi ya ligi kwamba wanafahamika kwa maana ya sura. Sasa tunajiuliza madai ya Simba ni dhidi ya hawa mabausa ya wa Yanga au dhidi ya meneja wa uwanja, wa, wa, wa, wa Taifa? Umeelewa, sasa kinachoonekana hivi vitu kama, kama vilipangwa tu mapema kwamba hii hii mechi uh, wasiicheze. Umeelewa, kwa sababu haya umefika na basi mpaka eneo la tukio, meneja amekuzuia eh, kufanya mazoezi. Umeelewa, hawa mabausa wanaingiaje hapo? Yani mabausa nao wameingiaje? Kwa hiyo meneja na mabausa kwa mujibu wa taarifa ya Simba wameshirikiana kuwaondoa Simba uwanjani, umeelewa? Sasa Simba, kinacho kinachoshangaza mimi, wamepeleka malalamiko yao kwenye bodi ya ligi kwamba wamezuiliwa. Kwa hiyo kabla ya hukumu kabla ya hukumu haijatoka, umeelewa, tayari katika ile barua wametoa na maagizo kwamba inatakiwa hawa waliowazuia wapewe adhabu ya yaani, wamepeleka barua na hukumu wameitengeneza wao, wakati taratibu na kanuni zinaeleza unapokuwa umezuiwa kufanya ma, a, mazoezi kwenye, e, kwenye, kwenye uwanja husika, kuna adhabu ipo. Lakini Simba wanashinikiza kwamba adhabu itolewe, wakati adhabu ipo. Kwa nini? Kwa nini ushinikize adhabu? Peleka malalamiko yako, isikilize bodi ya ligi, itatoa itatoa majibu gani? Lakini wanaposema si hatuchezi mchezo, maanake tayari Simba walikuwa na majibu yao vizuri sijui kwa unanielewa mm? Vizuri wewe, si ushapeleka malalamiko ma, yani yako mahakamani, unaisubiri mahakama itoe hukumu, lakini we ito wewe unaielekeza mahakama itoe hukumu kwa misingi unayotaka wewe, kwamba sisi hatuchezi mpaka utoe hukumu. Hiko kitu mi sidhani kama kimekaa sawa. Umeelewa? Kingine aa, kwa bodi ya ligi wameleta usumbufu kwa sababu gani? Asubuhi wanasema kwamba mechi ipo kama ilivyopangwa na watu waendelee waende uwanjani na tiketi yani, waliokata wa tiketi waendelee na, na, na, na, na, na kuingia uwanjani. Baada ya masaa ma, matatu manne wanakuja kutoa taarifa kwamba mechi imeahirishwa kwa vipengele vipi? Yani hii kesi wameihukumu vipi? Yani kwa nini walikuwa wanaangalia upande mmoja yani? kwa nini wamewangalia tu wateja wao Simba bila kuangalia Yanga, kuangalia maanake eh, mashabiki na kuangalia wao wenye haki ya matangazo Yani, kwa nini wamehukumu wame kesi kwa kuangalia eneo moja tu? Alaumiwe Nabii Meja sakata la Simba Sports Club kugomea katika oo, kuingiza timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Wakati huo huo, Young Africans amepeleka timu na ameamua kufanya mazoezi na ameondoka Benjamin Mkapa. Mimi la Yanga kupeleka timu siwezi kusema kama ni lawama, lakini kinachoonekana ni kwamba taarifa kutoka bodi ya ligi ilikuwa haijitoshelezi na imeonekana kama ni mambo ya kukomoana tu. Umeelewa? kwa sababu uh, sababu za msingi kosa alilolifanya uh, waliofanya si mabaunsa wa, wa, wa Yanga ni kwamba wamewazuia Simba wasifanye mazoezi. Kuna adhabu itakiwa itoke hapa kabla ya kuruhusu ya ku, ya ku, ya mchezo uh, ubatilishwe. Yani bodi ya ligi ingetoa adhabu kwa wao mabaunsa, si wao watu wa, wa, wa yanga walienda pale, huu kubadilishwa mechi kusige kuwepo. Na hiki chote ni kwa sababu ya mpira wetu namna ambavyo ulivyo. Umeelewa? Umeona, hata nyinyi waandishi wa habari taarifa mnazozipenda nyinyi za simba na Yanga, umeelewa eh? Sisi uh, mashabiki tunapenda taarifa ya Simba na Yanga, na ndio maana sijawahi kuona hata nyinyi wanahabari mkilalamika kwa nini Simba na Yanga zinacheza saa nane ea, hii inaitwa double standard. sasa tulipofikia huku tumetoka mbali. Yaani kile unachokiona kimetokea juzi kwamba tumekitengeneza muda mrefu sana, na ndio maana kimetokea, na baadaye tukiendelea ku, uh, kulearea, haya mambo yatatokea makubwa zaidi yaliyotokea, kwa sababu hakuna msingi wowote Watu wanataka waangalie mpira, watu wametoa gharama zao, wametoka mbali, wanataka waangalie mpira. Kwa sababu ya interest za watu, hujue bodi ya ligi kuna simba pale, kuna yanga, umeelewa? Kwa hiyo waliokuwa wengi tu wanaweza wakatoa maamuzi wanavyotaka. Kiukweli hiki kitu kimetufedhesha mno, na kama kweli sisi tuko nafasi ya tano au ya sita kwenye ligi iki kitu sidhani kama kimekaa vizuri timu. sijakuelewa. Si swala la kuonewa mm. Yaani mm. Walioumia ni wale mashabiki ambao walitoka mbali wakafika waka, waka, waka mpaka uwanjani, umeelewa? Alafu wakakuta wa mchezo hakuna. Si kwamba eti swala la la Simba na Yanga, ah ah, nimesemaje? Bodi ya ligi imewajali Simba tu Yaani haikuangalia nyanja nyingine, haikuangalia awa mashabiki, hawakuangalia haki za mpira kwa maana ya Azam TV umeelewa hawakuangalia hiko. Walichoangalia ni kuwafurahisha Simba wafurahi kwa sababu Simba walichotaka ni adhabu. Kwa hiyo katika engo kama nne, bodi ya ligi wamewasikiliza Simba na wakawapa Simba furaha ambao Simba walikuwa wanaitaka. Taarifa ya jana imetoka usiku, Young Africans amesema haipo tayari kupeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa katika adabu yake dhidi ya Simba Sports Club. Unajua adabu yao isha pita tarehe nane mwe, mwezi wa tatu si vinginevyo hatua nyingine ama TFF au bodi ya ligi wawapatie Simba alama tatu na pointi tatu. Simba ta Yanga. Yanga Afrika. Okay. Yaani hilo ni tamko la, la, la... Kwanini ah, ukiwa mwanachama ukiwa, ukiwa na shabiki wa Yanga, utachaje kuungana na uongozi wako? Unaenda unaena unaambiwaje ah, unatakiwa uheshimu mamlaka zilizokuwa duniani. Yani usipomuheshimu rais usipo, ah, ah, wa nchi jambo, utachaje kumheshimu? Umeelewa? Kwa hiyo lazima uweke nidhamu kwamba, eh, kauli ya timu inasema kwamba sisi tushacheza mechi yani kwa maana ya timu tuliipeleka, uh, lakini uh, bodi ya ligi kwa maana haikufata kanuni na utaratibu na ukiangalia ile barua yenyewe inajieleza wazi. kwa hiyo kama uongozi unasema hivyo, mimi Meja ni nani nikatae? Mimi na mimi naungana na uongozi kwamba kilichofanyika kinatakiwa eh, kikemewe. Uh, kwa sababu kimeleta kime hasara kubwa na kimeleta usumbufu usumbufu mkubwa sana. Kwa hiyo mimi niko pamoja na, na, na, na, na, na Yanga kwa ajili ya hiki ambacho kimetokea. Hakikuleta e, e, picha nzuri, kwa sababu inaonekana kwamba hao wenzetu kama walikuwa wame, wameplani muda mrefu sana hii e, gemu wasiicheze wa, wa kama viongozi wa Young Africans wakapeleka timu uwanjani, bodi ya liga kapanga ratiba, nani alaumia? Wakati huu Young Africans mshakata barua, zinajieleza. Ah, ah, sasa hmm. Hapo tena ikitokea hivyo ndio unaniuliza sasa, so, unaniuliza kitu ambacho hakijatokea, unauliza kwa vile mimi ni kifa itakuwaje? Sasa yani sasa swala unauliza kama ni kifa, au uwezo wa kuingia ndani kwangu, utafanyaje? Wakifanya hivyo ndio uje uniulize hilo swali. Wapo tayari kupeleka timu. Sio mimi, nimekwambiaje? Mimi na, na, na, na usikiliza uongozi namna watakavyotoa maamuzi. Hata leo ukinambeba na Meja, kuanzia leo wewe sio mwanachama wa Yanga, nitashukuru. Mimi siwezi kuupinga uongozi, wa Yanga umetoa eh, tamko lake. Mimi kama mwanachama ah, kulingana na katiba na utaratibu natakiwa nifuate ambavyo viongozi wamesema. Msimamo wa timu ni kwamba hawapeleki timu Siku, yani, to, yani, tofauti na hivyo yani, wanamaanisha kwamba wanachohitaji wao ni pointi tatu ambazo eh, wanatakiwa kuja kunihoji tena.